Ah. Blackman, jina limekuwa kubwa taji sasa, na mimi kuwa na vijana wa kazi wawezi kunifanyia kazi, na ili niwapate vijana wa kazi inabidi niingie mtaani ni ili niwatafute kwa ugumu waje kunifanyia kazi. Kunafanyeje Blackman, niambia 255 sijawahi kushindwa huko huu mtando mzuri vijana wapatikanaw. Kampuni ya Aia inasajili vijana waliokaa madilishani, hawana kazi yoyote. Umeukiwa na jina, unataja jina lako hapa uweze kusajiliwa na kazi, ni bure kabisa kiingilio. Ni miguu yako ndio maana tunapita mtaani kusajili vijana wa kazi. Inaonekana hata ndio. Unaitwa nani? Mimi sina kazi mimi. Mimi sina kazi. na kazi zangu tu. Hii hizi mjomba kama vile lakini vijana wewe umekosa